Anasema sala hivi mtu anaweza kuswali swala ya istikhara kabla ya kumpata mchumba au baada ya kumpata mchumba, ndio inakuwa sunna ya istikhara? Alhamdulillah, istikhara. Sheikh Abdulqadir mtu hawezi kusoma baka kwanza kitu ushambata mchumba mhm, mm, maana katika dua istikhara iko kana hadha al-amr allahumma inkana hadha al-amru khairan li eh, mukaamambo hii unataja binti, mm, hii -hmm. chumba hii kwangu ni khairi dini yangu na dunia kwangu na sasa hivi au, au, au, au baadaye, nijalia kheri. Sasa hii ambayo ni lazima mtu apatikane, wezi kusali istikhara. Utakufanya biashara mpaka biashara kwanza ushapanga, taka kufanya mkononi mikononi, kufanya istikhara isipokuwa mros koba dua, Mungu nijalie mwanamke bora, au Mungu mwanamke nijalie mwanaume mcha Mungu. Dua ipo lakini istikhara huwezi kufanya baka kitu kito awepo. Mm-hmm.